niseme jenista joaki mhagama amekuwa mbunge kwa miaka ishirini na tano amekuwa naibu waziri kwa mwaka mmoja na waziri kwa miaka kumi nataka niseme bila mashaka kwamba jenista mwagama kwa kipindi alichotumikia kama mbunge wa watu wa peramiho wananchi wa peramiho hawana malalamiko juu yake Mheshimiwa Jenista Mwagama alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake, alikuwa mnyenyekevu na alikuwa anapenda sana watu wake. Kitu alichotanguliza wa mbele katika maisha yake ya kazi ni kuwatumikia wananchi wa Peramiho, na hata alipopata nafasi ya kuwa waziri hakuacha kuwatumikia wananchi wa Peramiho, lakini vile vile aliguswa sana na watu wanyonge wa kawaida ndio maana leo wanyonge wa Peramio wana uchungu zaidi kuliko mtu yoyote, kwa sababu wanajua mpiganaji wao, mtetezi wao ameondoka, ametangulia mbele ya haki. Ni ombi letu kwamba wapate mtumishi mwingine wa aina yake. Wakati tukitafakari kuhusu kifo cha Jenista nikawaza sana, nikasema kama Mungu angeniambia niombe kitu kimoja tu, ningeomba kwamba wabunge wote wa CCM wabunge wote wa nchi hii madiwani wote wapende na kutumikia watu wao kwa kiwango cha Jenista Mhagama. Tumeletwa duniani sio kuishi tu, lakini pia kutumikia wenzetu.